Mapema alfajiri, saa kumi na majira ya saa kumi na mbili kwa see. Kwa hiyo si tulivyofika tumekuta moto uko hali, sisi tunasema ni kwamba ni developed stage kwamba moto tayari yani umeshashika. Kwa hiyo jitihada tulizozifanya ni kuzima moto na kushiriki, kwa kushirikiana na wenzetu kutoka bandari pamoja na wenzetu kutoka kiwanda cha Dangote na kuudhibiti moto huo. Lakini katika kuudhibiti, mpaka sasa hivi hakuna majeruhi, kwa sababu hapa tunajua ni wanafunzi pamoja na ile taharuki na nini. Tunashukuru hakuna majeruhi yeyote wala hakuna kifo kilichotokea. Nilikuwa taarifa saa 12 kama kuna tukio la moto imetokea, na eneo ambalo tukio la moto limetokea ni eneo ambalo tunaweka vifaa vile reject ambavyo havihitajiki na darasa wa hmm, walitumika kabisa. Kulikuwa na nini nini huko ndani? Mle ndani. Okay. Okay. Yeah. Kulikuwa na matranka na magodoro. Nilipokea kwa mshtuko kwa sababu napotokea tukio la moto kwenye taasisi yako lazima utashtuka. Asaa lazima itakwepa kwa sababu mle ndani kulikuwa na haya magodoro na kuambia machache tutafanya tathmini. Yeah. Chanzo chanzo cha moto siwezi kuzungumza kwa sasa hivi, ila nadhani itakuwa ni umeme, ila nadhani wataalamu wanaendelea kufanyia kazi. Kwenye majira ya saa kumi na mbili na nusu hivi umeme hapa moto ndo ulipoanza kuwaka. No, unaona wakati si tunapita barabarani nakuta moshi unaanza kufuka, moshi ulipoanza kufuka ukalipuka badala ya kulipuka tukawapigia simu wakasema mpaka saa, lakini hapa hapa moto umeanza kutokea saa kumi na mbili kamili ya asubuhi. Yes, sasa ndo mazima, lakini tumejitahidi wenyewe wananchi, tumeweza kuzima kwa kutumia tu bwawa ambalo lilokuwa hapa jirani. Chukua mandoo kama hivyo unavyoona sasa hivi